Zipo nyingi zipo nyingi, nyingi na na, kuna udi hmm. Anyway, wewe tu pendekezo lako basi, naomba hiyo nyeupe. Uh-huh. Naona itakuwa nzuri hmm. Hmm. Naomba hiyo na shindi elfu saba hiyo iyo nyeupe. Karibu sana. ]Uh, da jaribu! Jaribu. Jaribu. Karibu, shombo inatoa? Oh, kabisa najaribu kwanza. Umesema inaondoa shombo, kama natesti inaondoa shombo, sio? naenda kuswali nanukia watu mashombo kwenye madaradara, nanukia watu mashombo, najaribu tu. Sawa.